Na kuomba Waziri Mkuu, unaweza ukawajibu wanambozi hawa na kuwapa halmashauri ya manispaa ya Mbozi? Kama unavyoona, Mbozi ni kongwe, ni wilaya kongwe ya kihistoria, na viongozi wote mkija mnafika hapa, lakini kwa hadhi hii hatuna barabara zozote za mitaa ambazo ni lami. Lakini tukipata manispaa, hata tukisema leo tupate manispaa leo, tutapata hadhi kama mkoa, lakini tutapata hadhi kama wilaya, na mwisho wa siku huko tutapata barabara. Kwa sasa naonea tu watu wa Tarura waniletee lami wataniletea lami ngapi? Bajeti yao ni ndogo. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, una mamlaka kabisa ya kutuheshimisha wanasongwe. Wana Mbozi, tupate manispaa ya Mbozi. Na nimemaliza, naomba nikupigie magoti Mheshimiwa, naomba barabara kwa kiwango cha lami, lakini naomba manispaa. Nina mambo taka kukurundikia kijana wako, na mimi nitakuwa nakusumbua bungeni, unichukua kala mtoto wako na unilee, unishauri. Asante sana Waziri Mkuu, naomba nikupigie magoti Mbozi.